Taasisi ya kimataifa ya misaada Abdul Aid, ya Abdul Aid ya jijini Dar es Salaam imetoa misaada kwa wananchi mbalimbali 120 wakiwalani jijini humo, ikiwemo baisikeli kumi za walemavu, bajaji tatu, vya riani 38 pamoja na, pa na mashine za kutengenezea bisi. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mbunge wa Ilala akiwa pamoja na naibu meya wa manispaa Ilala, pamoja na kuipongeza taasisi hiyo ya Kiislamu kwa kuwakumbuka na kuwasaidia wananchi walemavu na maskini, pia ametoa wito kwa taasisi nyingine kuiga mfano huo. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwapa imani ya watu kusaidia wananchi wetu kuweza kujiendesha kimaisha, na vitu hivi vitawasaidia kuendesha maisha yao na kujipatia uchumi wa halali katika nchi yetu, kwa kuigwa kwa wadau wengine, kwa sababu unaweza ukaona uwezo lakini ukawewe una uwezo wa kusaidia watu. Kwa hiyo shirika hili tunalishukuru sana, na vilevile limeweza kutusaidia katika mafuriko kipindi kile ambacho kilichotokea katika manispaa yetu ya Ilala na Dar es Salaam kwa, kwa ujumla na ni shirika ambalo linasaidia everywhere. Na leo ilikuwa tuwe hapa na mkuu mkoa da wa Dar es Salaam Mheshimiwa Makonda lakini akaniomba nimwagize mbunge wa Ilala aje amwakilishi hapa Mwenyekiti wa taasisi ya Kiislamu ya Abdullah Aid Sheikh Arif Yusuf Abdurrahman amesema misaada hiyo ya kijamii ina lengo la kuwapa uwezo wananchi wasiokuwa na uwezo na maskini, ikiwa ni mwitikio wa serikali wa kuwasaidia wananchi wanyonge. Sababu tunaelekea huko akhera, tunataka tufanye mambo ambayo yataweza kutusaidia huko, na moja katika mambo hayo ni kufanya khairati kama hizi. Leo tumegawa mashine za popcorn 79 kila moja na thamani laki mbili na elfu tisini lakini vivyo hivyo tumegawa charahani 28 yenye nane yenye thamani ya laki mbili kila moja. Ala, vile vile tumegawa sisi bodaboda yenye thamani ya milioni mbili na nusu tumegawa bajaji yenye thamani ya milioni saba na nusu tunagawa hii gari ina thamani ya milioni tano na vile vile tunagawa sisi basikeli za wale walemavu, kila moja na thamani ya laki tano na nusu, basikeli za kisasa kabisa. Sasa yote haya tunafanya kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio aliyetoa, ametupitishia sisi, tumefikisha kwa hawa walengwa. Nimshukuru Allah tabaraka taala kwa kujalia sisi kuweza kupata hii ikramu ya hawa ndugu zetu kutoka UK ni jambo kubwa sana, na ambalo kwa ufupi ni kwamba wanahitajika kuombewa na Mungu, kwa sababu hili jambo huwezi kulifanya kwa pesa zako, isipokuwa kwa mapenzi ya Mungu. Mungu akikuelekeza, basi ulichopata unasaidia wengine. Hamisi Suleman Channel 10 Dar es Salaam Tabia ya baadhi ya jamii zinazohudumia watu